Hiki kitu ni cha kusikitisha sana na ni kiajabu sana na hawa watu wamezoea hivi vitu. Jana mimi nilienda hospitali moja hapa Nairobi kwenda angalia rafiki yangu hospitali kwenda mwangalia rafiki yangu. Sasa nafika pale hospitali pakaletwa mgonjwa hoe hai, kumbe amepata ajali na bodaboda, naona ameletwa pale sasa ile do, ile dokta kumpokea ule, ule mtu mwenye amepata ajali, kama dokta kumshughulikia dokta anaambua, si mshughulikie, si dokta anasema, mimi simshughulikii, simshughulikii mpaka nienye deposit. Anasemaje, siwezi nikamshughulikia huyu mpaka deposit, na mtu anaumia, mtu ana bleed. Jamani, hii kweli, hii ni haki hii, kama madaktari na kama binadamu? hiyo ni kazi sawa, tunaelewa, lakini deposit? Shughulikia mtu alafu deposit, mambo ya pesa baada, mtu anaumia. Kwa hivyo unashindwa kusaidia mtu kwa sababu ya hela yani, madaktari wamekuwa watu wengine yani, waovyo yani, wanyama. Tuseme ni wanyama tu, tuseme ni wanyama. Tafadhalini sana madaktari, madaktari ni binadamu kama sisi, hicho kitu kichukulieni muhimu sana, madokta Msipende sana hela, mwisho wa siku mtatuhitaji sisi ambao mnatuona, mnatubeba natu, natu, vibaya. Tukileta wagonjwa, mtatuhitaji ili ni uma sana.